Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja tuliwahi kufuatwa na mtoto, mimi na watoto wawili wa kike. Watu wengine mnawajua. Wale watoto wetu walikuwa Sunday school wakati wakiwa wadogo. Mwalimu wa Sunday school akatufuata wakati tumeshatoka kanisani tunasubiri watoto waingie kwenye gari tuondoke. Yule mwalimu akatufuata, akatuambia, bwana, mtoto wenu mdogo ametuchekesha leo darasani. Tukamwambia, amefanya nini? Mtoto wetu mdogo anaitwa Ronel. Kwa sasa hivi ameshakuwa mkubwa na yuko form one alivyokuwa mdogo kule Sunday school waliulizwa swali. Sasa okay, Sunday school wanafundishwa Kiingereza kule. Waliulizwa swali: who do you want to become and what, what do you want to be Unat, unatamani kuwa nani na unatamani nini kitokee kwenye maisha yako uko mbele ya sabah, na nini unachokipenda unatamani kitokee kwenye maisha yako uko, unacho una, unakwenda. Walitolewa wanafunzi kadhaa nje ya mbele ya Sunday school, wengine wakasema nataka kuwa na kampuni kama baba, nataka nataka kuwa kuwa na kazi kazi kama baba. Baba anafanya kazi wapi? BOT, Bank of Tanzania. Unataka nataka kuwa hivi, kale katotoke tu hatukujua kalisema hiyo, ila mwalimu wa Sunday school akaja kutuambia, kakamwambia mwalimu I want to have marriage like of my dad and my mom and to see how my husband will love me like my dad love my mom. Katotoketu kakiki kana yani hakawali hakakuangalia labda vitu tunavyomiliki wala, kanasema, natamani nikiwa mkubwa nipate mtu na mimi atakayenipenda kama mama anavopendwa, anavyopendwa na nani? Kiukweli, nilimwambia mke wangu, sitojisifia kwa mashamba na viwanja nitakavyowadithisha hawa watoto. Kama watatoka na hii mentality na kukua, nitamshukuru Mungu kwa hichi kuliko kitu kingine chochote, kwa sababu naomba niwaambie watu wa Mungu, fedha na dhahabu ni vitu vizuri, vyote ni mali ya Mungu, ni vizuri sana ukiwa navyo, lakini ukishindwa kwenye eneo la mahusiano na ndoa, utaenda kule kule alikosema Suleiman, ni ubatili na kujilisha nini? Naomba niwaambie ni jambo moja kuwa na furaha ya asili moyoni mwako, ni jambo lingine kupambana ukitafuta hela wakati hauna furaha. Unanielewa? Naomba niwaambie watu wa Mungu, ni jambo, ni jambo moja kupanda ndege unaenda China na Hong Kong una furaha, ni jambo lingine kuonekana una hela umesponsor event, watu wanaona kabisa, yue mwanamke wa shoka, superwoman. Lakini ndani ya maisha yako una asas kwa sababu ya stress, una constipation kwa sababu ya stress, figo inafeli kwa sababu ya stress. Ninatamani sana ufanikiwe kwenye kila kona ya maisha yako, familia yako ifanikiwe watoto wako wafanikiwe, mahusiano yako yafanikiwe, fedha zako zifanikiwe, elimu yako ifanikiwe, wazazi wako wafanikiwe. Wangapi wanaamini inawezekana hiyo?